Suala la mabadiliko ya tabia nchi linatajwa kuleta madhara katika maeneo mbalimbali mbali duniani. Huko nchini Iran, hali ya ukame usio wa kawaida imelikumba taifa hilo. Moja ya sababu zinazotajwa kusababisha hali hiyo ni pamoja na kiwango cha chini cha mvua, ambapo mabwawa yamekauka na kushindwa kutoa huduma ya maji. Maafisa wametoa rai kwamba huenda huduma za maji zikadorora nchini Iran hii Trigen Media. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameonya kwamba ikiwa hakutakuwa na mvua ya kutosha hivi karibuni, usambazaji wa maji katika mji mkuu wa Tehran unaweza kupungua na kwamba mgao wa maji unaoendelea huenda usitoshe kabisa. Hata hivyo, tangazo lake la angalizo hilo kutokana na hali hiyo limekosolewa katika magazeti ya Iran na kwenye mitandao ya kijamii ambapo meya wa zamani wa Tehran Golam Hussein Karabash ameliita wazo hilo kuwa ni sawa na mizaha, na kuongeza kuwa wazo la rais wa Iran la kusema iwapo hali itaendelea hivyo kuna uwezekano wa hatua ya kuhamisha baadhi ya watu katika mji huo, na kuliita tamko hilo lisilo na maana hata kidogo. Taarifa za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa za Iran zinatahadharisha kuwa hakuna matarajio ya kupatikana kwa mvua ndani ya siku kumi zijazo. Wakati huo huo, mgogoro wa maji tayari umekwisha athiri kwa kiasi kikubwa maisha ya kila siku katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Ujumbe katika mitandao ya kijamii ni gumzo sasa, kwani uhaba huo wa maji umeanza kutumika katika mitandao ya kijamii kama mizaha ama kuwasilisha ujumbe kwa mamlaka. Rapa maarufu wa Iran ajulikanaye kwa jina la Vafa Ahmadpur alichapisha video yake kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha bomba lake likiwa halina maji kabisa na akaandika ujumbe huu: imekuwa saa nne ama saa tano sasa nimenunua maji ya chupa ili tu niweze kwenda nayo uwani. Meneja wa bwawa la Latian, mmoja ya vyanzo vikuu vya maji Tehran, anasema sasa lina kiwango cha maji chini ya asilimia kumi ya uwezo wake. Bwawa la Karaj lililo karibu ambalo hutoa maji kwa majimbo ya Tehran na Alborz liko katika hali mbaya pia. Sijawahi kuona bwawa hili tupu likikauka namna hii tangu nizaliwe, Amesema mkazi mmoja wa eneo hilo na kuiambia televisheni ya taifa ya Iran. Kwa mujibu wa Muhamed al Maulem, meneja wa bwawa la Karaj, ni kwamba walikuwa na upungufu wa mvua kwa kiasi cha asilimia 92 ikilinganishwa na mwaka jana. Ameongeza kuwa wana asilimia 8 tu ya maji katika hifadhi yao na maji mengi hayatumiki kwa sasa. Serikali ya Iran kwa sasa imeweka matumaini yake kwenye mvua za vuli ya mwisho, lakini utabiri unaonyesha kwamba huenda mvua hizo zisiwe nyingi. Pia waziri wa nishati wa Iran Abbas Al Abad ameonya kwamba hali hiyo inaweza kulazimisha mamlaka kupunguza usambazaji wa maji. Hivi karibuni, maafisa pia wametangaza mipango ya kuadhibu kaya na biashara zinazotumia maji mengi kupita kiasi. Hii ni TriGen Media.